Moses Mpunga ukiwa kama msemaji wa Dodoma Jiji. Kwanza kabisa umekuja umetuletea kocha hapa e, katika ligi hii ya Bet Competition ya mwalimu yeah. Pengine kwanza kabisa tunatamani kusikia kutoka kwako, UDOM unaizungumziaje, unayezungumziaje? Uh, kwanza neno zuri ambalo naweza nikaanza nalo mimi ni shukrani kwanza, kwa sababu Uh, Dodoma Jiji Football Club tumekuwa ni timu ambayo imekuwa ina mashabiki wengi ambao wamekuwa wakija uwanjani kushangilia mpira na vitu vingine kama hivyo, lakini ujio wa UDOM Dodoma Jiji umekuja kuinua kitu cha tofauti sana. Vilabu vingi sana, maafisa habari wengi sana wamekuwa wakinitafuta kuweza kufahamu ni namna gani wanaweza kujiingeji na vyuo ambavyo vipo kwenye maeneo yao. Hii inatokana na uwepo wa UDOM Dodoma uh, Jiji. Kwa sasa hivi tunavyozungumza, huwezi kuitenganisha Dodoma Jiji na UDOM. Unavyokuwa unazungumza Dodoma Jiji, maana yake unaizungumzia UDOM direct kabisa. Uh, michezo yetu ya hivi karibuni ya Dodoma hapa nyumbani, tumekuwa tukiona hamasa ya hali ya juu sana. Unajua, unaweza ukajaza uwanja mashabiki wakajaa, lakini wakawa hawashangilii utofauti wa mashabiki wengine na UDOM maana yake ni kwamba watakujazia uwanja lakini vibe ambalo wa wanakuwa nalo ni kubwa, tofauti na mashabiki wa wa, wa timu nyingine. Ah, kumbukumbu ambayo nayo ambayo haiwezi kufutika kitoni kwangu kwa uh, kwa mashabiki au kwa wanafunzi wa UDOM mchezo wetu dhidi ya Tanzania Prison. Nakumbuka mashabiki kutoka UDOM walichelewa kidogo. Wanafika uwanjani tayari Prison ndo wanapata goli la la kuongoza Dodoma Jiji ambao tuko nyumbani, tuko nyuma. Kwa hiyo wameingia, wanakuta situation ya, ya Dodoma Jiji kufungwa, lakini situation ile wao wakaigeuza kama opportunity. Walishangilia kuanzia hapa, yani uwanja mzima ulikuwa umepoa, lakini UDOM wakawa wamefanyaje, wakawa wameinuka. Ile ikapelekea ule mchezo Dodoma Jiji kumaliza tukiwa tumeshinda magoli matatu kwa mawili kwa prison. So ulikuwa ni mchezo ambao siwezi kusahau. Na baada ya pale sasa, ulikuwa ndio mechi ya kwanza UDOM anajaza uwanja, baada ya pale michezo yote iliyofuata wakafanya hivyo. Lakini pia hawakuishia hapo. Tumecheza dhidi ya KMC Dar es Salaam. Tulipata pia support kutoka kwa wanafunzi wa UDOM, walisafiri na timu kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo ukinizungumzia na izungumziaje UDOM, nazungumzia uh, ni, ni, ni, ni sehemu kubwa sana. Ni part and parcel ya Dodoma Jiji Football Club. Sasa ukiwa unazungumzia Yudo, maana yake unazungumzia icon ya Dodoma Jiji Football Club, ndio yeah. Sasa neno lako la mwisho, kwa namna ambavyo umeona michezo ikiendelea hapa na hiki ambacho kinafanyika. Kwanza ni wapongeze sana waandaaji wa michuano hii. Hakuna kitu ambacho kilianza juu, wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Wako wachezaji ambao wana historia kubwa sana kwenye hii nchi walianzia kwenye michuano kama hii, kwa hiyo watu wasi underestimate michuano kama hii. Wako wachezaji ambao saizi wanacheza uh, michuano mikubwa. Ukiangalia historia ya wachezaji kama hata kocha wetu Meki Maxime alianzia shule Uki, akaenda kwenye academy baadaye akaenda Mtibwa, akaja timu ya taifa. Ukizungumzwa kama bwana Ali Samata, wao pia walianzia shule wakaenda chuo wakaja kwenye maeneo ya academy baadaye wakaja, tunaona wako kwenye vilabu vikubwa barani, barani Ulaya. Kwa hiyo unaweza uka, uka, ukaona kabisa kwamba michuano hii Ina, ina, ina, ina faida kubwa, ndio maana hata uh, tulivyopigiwa simu kwamba anahitajika Meki Mexime kuja ku, ku, kukuwa mgeni rasmi kwenye michuano hii, tukasema of course ndio sehemu sahihi, na amekuja ameona, tumeona vipaji vingi, tumeona idadi kubwa wachezaji ambao wanao uwezo wa kucheza uh, kwenye michuano mikubwa kwenye nchi hii. Kwa hiyo kikubwa ni nidhamu ya, ya, ya, ya, ya michezo, lakini pia kuto dharau michuano hii ambayo tunaiona. Wapo ambao walitoka huku wakaenda kucheza ligi kuu na wakaenda nje kwa hiyo ni wapongeze sana waandaji wa michuano hii, wameona mbali na wasiishie hapa, waendelee kubusti ku, ku, ku vipaji na kujituma. Mwisho wa siku wanaweza wakafika mbali. Nikushukuru sana, asante sana.